Asubuhi ilikuwa baridi na jua lilianza kung'aa taratibu juu ya barabara kuu. Juma, Raha na Kiburi walikimbia kuelekea ukumbi wa usaili, kila mmoja akiwa na hofu na matumaini yake. Hali ilikuwa ya haraka, mioyo yao ikichanganya shauku ya ajira na wasiwasi wa kushindwa. Ghafula, mzee mmoja alionekana katikati ya barabara akishika kikombe chake cha chuma kilichokunja. Macho yake yaliakisi umaskini na uchovu wa maisha. Raha na Kiburi walionekana kuwa na kicheko cha dhihaka. Angalia huyu mzee. Acha tuende mbele, hatuna muda wa watu kama hawa. Kiburi alisema kwa sura ya kejeli, huku Raha akithibitisha kwa kunyanyua bega kwa dhihaka. Juma alichukua pumzi chanya, moyo wake ukiwa na mchanganyiko wa hofu na uamuzi. Alijua kuwa hatua ndogo ya huruma inaweza kubadilisha siku ya mtu. Bila kusita, alikanyaga hatari ya barabara akafika mbele ya mzee huyo, na akashika mkono wake mdogo ulioharibika na baridi. Mzee, naweza kukusaidia? Unaweza kunisaidia pia kwa hatua, Juma alisema kwa heshima, sura yake ikionyesha uthabiti. Mzee alitabasamu kwa utulivu, jicho lake likifungua hekima ya muda mrefu. Shukrani mwana wangu, wacha hatua ndogo ziwe za kweli. Kiburi na raha walishangaa, hakuna maneno makali walichoweza kusema. Vihaka zao hazikuonekana tena. Mshtuko ulikuwa wa moja kwa moja. Msaidizi mdogo alionyesha ujasiri na wema, jambo lililowapita wote. Wakati Juma alimsogeza mzee kando ya barabara na kuhakikisha hakudhuriwa na magari yanayopita, moyo wake ulijaa furaha na hofu ya ndani. Alijua sasa kuwa barabara hiyo haikuwa tu njia ya ukumbi, bali ni mtihani wa tabia, uthabiti na ujasiri wa kweli. Raha na kiburi walibakiza nyuma, macho yao yakikazia kwa hofu na aibu, wakiwa wametambua kwa mara ya kwanza kuwa nguvu ya kweli haipimwi kwa sura wala kejeli, bali kwa hatua thabiti na moyo safi. Juma hakuweza kusubiri. Aliona kwamba mzee aliyejisikia dhaifu chini ya baridi alikuwa karibu kugongwa na kimbunga cha magari yanayopita kwa kasi. Bila kusita, Juma alikanyaga hatua zake, akamshika mzee mkono kwa nguvu, lakini kwa heshima na kumshika kwa tahadhari ili asianguke Raha na Kiburi walijaribu kucheka, lakini kicheko chake kilikatika ghafla. Waliona msaidizi mdogo akipigana na dharura, akionyesha uthabiti na msimamo wa kishujaa. Raha alijaribu kuzungusha macho, Kiburi akijaribu kudhibiti sura ya kijeli, lakini dhahiri walishangaa. Mzee alikalia kwa utulivu, macho yake yakiwa yametulia, akitoa maneno machache lakini yenye uzito. Mara nyingi mtu anapokuwa chini, hisia ndogo za huruma huonyesha kiongozi wa kweli sauti yako ya moyo mwana wangu ina thamani kubwa kuliko cheti chenye karatasi. Juma alihisi utulivu wa fahari ndani ya moyo wake. Hatua yake ndogo ya msaada, hatua isiyo na gharama kubwa kwake, ilionyesha uthabiti na wema wa kweli. Hii ilisababisha migogoro ya kisaikolojia kwa raha na kiburi. Walijua dhihaka zao za awali hazikuwa na uzito wowote mbele ya hatua thabiti ya Juma. Kiburi alibakiza kinyume na macho, akihisi aibu ya ndani. Na raha alijisukuma, akijua dhahiri kuwa dhihaka na kejeli zao hazina thamani bila tabia thabiti. Wakati Juma alimsogeza mzee kando ya barabara na kuhakikisha hakudhuriwa na magari yanayopita, alijua kuwa hatua ndogo ya huruma inaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha. Mzee alitabasamu tena, akionyesha hekima isiyohitajika maneno mengi, lakini yenye kuakisi nguvu ya mtindo wa uongozi. Tabia, uthabiti na moyo safi ndizo nguzo za kiongozi wa kweli. Raha na Kiburi walibakiza nyuma, macho yao yakikazia kwa hofu na aibu, wakiangalia Juma akisimama kimya, tabia yake ikionyesha uthabiti wa kimsingi. Wote walijua sasa kuwa njia ya barabarani haikuwa tu mtihani wa muda, bali ni kipimo cha tabia na uthabiti halisi. Juma alifika kwenye ukumbi wa kampuni, moyo wake ukiwa na changamoto na mshtuko wa ndani. Alikuwa amechelewa kidogo kutokana na kumsaidia mzee barabarani, lakini hakujisikitia, hatua yake ilikuwa sahihi. Raha na Kiburi walikuwa tayari ndani, wakiwa wamepangwa vizuri kiti kwa kiti, tabasamu zao za kejeli zikionyesha dhihaka. Angalia huyu Juma, amechelewa kwa sababu ya kuchukua hatua za kijinga. Raha alijichekesha kwa sura ya dhihaka. Kiburi aliongeza, hakika ana akili, lakini hofu yake ya mtu mdogo inamchelewesha. Juma alijua kuwa dhihaka hili liliwasilisha mshangao wa kisaikolojia alijitetea kimya akijua kuwa uthabiti hauna uhusiano na dhihaka za wengine, lakini moyo wake ulijaa hofu kidogo, ikiwa bosi angechukua hatua kwa muda mfupi kunaweza kuwa na matokeo ya haraka. Ukumbi ulikuwa na joto kidogo wa mvutano. Waajiri walikagua kila mmoja, huku migogoro ya tabia ikichipuka, kwa Raha na Kiburi wakiwa wanajaribu kuonyesha uwezo wao lakini Juma alibaki mtulivu, sura yake ikionyesha uthabiti na heshima, akijua kuwa hatua yake ya msaada ilikuwa tayari kuweka alama ya thamani yake. Wakati wakiwa wakiingia ndani zaidi ya ukumbi, kila kicheko cha dhihaka kutoka kwa raha na kiburi kilipungua kidogo, na macho ya Juma yalionyesha utulivu wa ndani. Alijua sasa kuwa hali ya dhihaka haiwezi kuathiri tabia thabiti na kwamba mgogoro unaendelea kuundwa na dhihaka za kiburi na dharau. Hii ilikuwa sehemu ya mwanzo wa mtihani mkubwa ambapo tabia hofu na dhihaka vinapita kwenye mshtuko wa kisaikolojia. Juma alijua sasa kuangalia kila hatua ya kibinafsi kutaamua matokeo ya mwisho. Wahitimu wote waliketi mbele ya waajiri, kila mmoja akiwa na jitihada za kuonesha umahiri wake. Raha na kiburi walijibu maswali ya kitaalamu kwa usahihi, vishindo vyao vya kitaalamu vikionekana kuvutia waajiri, lakini kwa macho ya bosi tabia zao za dhihaka na kiburi zilidhihirika bila kujificha. Raha alijitahidi kudanganya dhihaka yake kidogo, lakini ukali wa tabia yake ulionekana kila alipojaribu kutabasamu au kupiga mahesabu ya hesabu kwa haraka. Kiburi akijua alicheza kwa kejeli, awali hakuwa na raha ya dhahiri. Macho yake yalionyesha kutatizika na hofu ya siri. Juma alibaki kimya, akiangalia kila tukio likitokea. Tabia yake ya mtulivu, heshima na uthabiti ilionekana zaidi jambo lilomfanya waajiri kuanza kuzingatia, si cheti au kejeli, bali moyo na tabia thabiti ndiyo yanayothibitisha kiongozi. Mgogoro wa ndani wa Juma ulianza kujitokeza kidogo. Moyo wake ulikuwa na hofu kidogo ya matokeo, lakini alijua kuwa hatua yake ya kusaidia mzee barabarani ilikuwa na uzito mkubwa. Hii ilimfanya aendelee kuwa mtulivu, akijua kuwa tabia thabiti inazidi vihaka za kiburi na kejeli za raha raha na kiburi walijaribu kugeuza hali wakijaribu kuonyesha ujuzi wao, lakini dhahiri waajiri waliona tofauti kubwa kati ya uwezo wa kitaalamu na uongozi wa kweli. Juma alijua kuwa msaada wa kweli unaonekana pale mtu anapokabiliwa na changamoto zisizo za kawaida, na sasa hiyo ilikuwa ni hoja ya moja kwa moja mbele ya waajiri. Ukumbi ulikuwa na kimya cha mvutano, kila kicheko cha dhihaka kilipungua, na macho ya waajiri yakijitokeza kama mshale unaoelekeza matokeo. Hii ilikuwa hatua muhimu, tabia si ujuzi wa kitaalamu pekee ndiyo iliyoanza kuamua matokeo. Mlango wa ukumbi ulifunguka kwa ghafla, ukiruhusu sauti ya kengele ya kimya kuvunja hali ya hofu iliyokuwa imejificha kwenye uso wa kila mshiriki. Kila macho yalikaza kwenye mlango, na kinyume cha matarajio, aliyeingia alikuwa bwana Nathan Mchunga, mzee aliyekuwa barabarani asubuhi hii hii. Mara moja ilileta mshtuko wa kisaikolojia. Alisogea ndani akiwa amevaa suti ya kifahari, kiatu kisafi na kofia yenye alama ya kifahari, kila hatua yake ikionyesha udhibiti na heshima. Macho yake yalipita kwa kila mshiriki, akidhihirisha kwamba alikuwa mtu wa mamlaka, lakini pia aliyebeba hekima ya miaka. Juma alibaki mtulivu, moyo wake ukiwa na mchanganyiko wa hofu na shauku. Raha na kiburi walipita kwa taharuki, kila dhihaka lao la barabarani likiwashushia kama mzigo wa aibu. Kila kauli yao, kila tabasamu lililokuwa ni dhihaka, sasa lilionekana dogo mbele ya uwepo wa kimsingi wa bosi. Raha alikaza midomo, akitafuta maneno ya kejeli, lakini moyo wake ulipata mvuto wa hofu. Kiburi alijaribu kudhibiti sura yake, lakini mkono wake ulianza kutetemeka kwa dhihaka. Juma alijua kuwa hatua ya msaada aliyochukua asubuhi hii ilikuwa nguzo isiyoonekana ya heshima. Kila jicho lililomkagua biabio Mchunga lilikuwa ni mtihani wa tabia na si ujuzi wa kitaalamu. Hali hii ilijaza ukumbi kwa kimya chenye mvutano, ikimfanya kila mshiriki akubali kweli kwamba sura na kejeli hazina uzito mbele ya uwepo wa mtu aliyejipatia mamlaka. Bwana Mchunga aliketi kimya, mikono yake ikiwa kwenye paji la meza, macho yake yakipita kwa kila mmoja bila kusema neno. Kimya hiki kilijaza kila kona ya ukumbi, kikisababisha mgogoro wa ndani na nje kushika nguvu. Raha na Kiburi walijibakiza wakijaribu kuonyesha udhibiti, lakini dhihaka zao za awali zilikuwa kama mvua ya majani, hazina nguvu. Ghafla migogoro yao ya kibinafsi ilianza kuibuka. Raha alimkashifu Kiburi kwa kejeli alizompa mzee asubuhi, akilaumu dhihaka zake. Kiburi alijibakiza akijibu kwa sura ya aibu, huwezi kuona tabia zangu, wewe ulikuwa na dhihaka sawa, lakini sasa unaogopa kuibuka mbele ya bosi. Kila maneno ya kejeli na kulaumiana yaliunda mgongano wa kibinafsi huku Juma akiangalia kimya akijua kuwa heshima na usahihi wake tayari yalishathibitisha tabia yake. Mgogoro huu wa kibinafsi ulipelekea kisi kisaikolojia chenye mvutano mkubwa, kila mmoja akijua kuwa tabia mbaya ni hatari zaidi kuliko kutokuwa na ujuzi. Kimya kilitawala tena, Bwana Mchunga akipitia macho ya kila mmoja akiashiria bila maneno kuwa matokeo ya matendo yao yalikuwa wazi. Mgongano huu wa kibinafsi ulikuwa ni somo kwa kila mshiriki. Hakuna kejeli wala dhihaka inayoweza kufanikisha mtu pale anapokosa busara na uwajibikaji. Bosi aligeuka taratibu kuelekea Juma, hatua yake ikijaza ukumbi kwa heshima na udhibiti. Juma alisema kwa sauti yenye uzito lakini yenye unyenyekevu, nimeona kila kitu ulichofanya leo. Sasa ni sawa nikuulize, kwa nini ulijitumia muda wako kwa mzee huyu barabarani ukiwa na fursa ya kufika mapema kwenye usaili? Juma alijibu kimya kwanza, akikusanya maneno yake kwa makini. Bwana Mchunga, nilihisi kuwa hatua ndogo ya kusaidia mtu mwenye tabu ni muhimu zaidi kuliko kufika mapema na kujikabizi kwa dhihaka. Nilijua kuwa tabia yetu inaonyesha utu wetu kweli, si tu taaluma. Nilitaka kufanya kile kilichokuwa sahihi. Kila neno lilipita kimya, lakini lilijaza kila kona ya ukumbi kwa heshima na uzito wa tabia. Juma hakutumia maneno ya kejeli wala maneno yaliyowakilisha hofu aliweka wazi kimsingi mawazo yake: thamani ya mtu inatokana na tabia yake, sio nafasi au dhihaka. Bwana Mchunga alikadiria uso wa Juma, akijua kuwa mwanafunzi huyu alikuwa tayari kuchukua nafasi kubwa ya uongozi. Maneno ya Juma yalithibitisha tabia yake thabiti na kukidhi mtihani wa kibinafsi na wa kisaikolojia. Bosi aliongea kimya, macho yake yakipita kwa kila mshiriki. Juma, umeonyesha tabia, uthubutu na busara ya kweli nitakupa nafasi ya kuwa meneja wa mradi wa kampuni. Juma alishangaa, moyo wake ukiwa na mchanganyiko wa furaha na heshima. raha na kiburi walishika kila neno, kila kauli, wakijua kuwa dhihaka zao za awali hazina uzito. Bosi aliongeza: raha na kiburi, kutokana na tabia zenu mbaya na dhihaka mliotoa asubuhi, hamtastahili hata kuajiriwa kama wasaidizi. Hatua zenu zilionyesha kutojali na haziwezi kupitishwa katika kampuni hii. Migogoro ya kibinafsi ya raha na kiburi ilichipuka mara moja, kila mmoja akijilaumu kwa dhihaka walizotoa. Juma alibaki kimya, akijua kuwa tabia yake thabiti, hatua yake ya msaada na unyenyekevu wake vilipelekea matokeo halisi ya uongozi. Ukumbi ulijazwa kimya cha heshima, kila mshiriki akitambua funzo. Tabia na busara vinapita mbele ya dhihaka, kejeli au cheti cha udaktari. Hii ilikuwa hukumu ya kweli isiyo na upendeleo iliyowasha fahari na hofu kwa wote walioko. Juma aliketi kando ya meza akijitambua kuwa nafasi aliyopata si tu zawadi ya kazi, bali ni matokeo ya tabia yake thabiti. Hapo pale alikumbuka jinsi alivyokuwa na hofu ya kushindwa, jinsi alivyoshirikiana na mzee aliyekuwa katika hatari ya kupoteza mizizi yake barabarani. Machungu ya raha na kiburi yalionekana wazi waliweka sura za hofu na aibu, kila mmoja akijua kuwa dhihaka zao hazikuwasaidia wala kuwatia heshima. Raha alijilaumu akishika kichwa chake kwa mikono, huku kiburi akijitupa kwenye kiti, uso wake ukijaa mchanganyiko wa hasira na aibu. Bwana Mchunga alisimama kidogo, macho yake akipitia ukumbi, kisha akageuka kuelekea Juma. Juma, umeonyesha unyenyekevu usiokuwa wa kawaida kwa hatua ndogo uliyopiga leo, umeonyesha kuwa utu na heshima ni msingi wa kila uongozi. Wengine wameanguka mbele ya dhihaka zao. Juma alitabasamu kwa kimya, moyo wake ukiwa na amani, akijua kuwa hakuna cheti wala maneno yanayoweza kudhihirisha utu kama tabia halisi. Hii ilikuwa ni somo la dhahiri kwa kila mshiriki, kuonyesha kuwa nguvu, maarifa au sura haifai bila busara, unyenyekevu na heshima. Raha na kiburi walijaribu kubadilisha kauli, lakini kila maneno yao yalipita bila nguvu. Mzozo wao wa awali uliotokana na dhihaka na kejeli uligeuka kuwa funzo la aibu. Ukumbi ulijazwa kimya cha heshima na mshangao, kila mtu akitambua kuwa hatua ya Juma ilikuwa kielelezo cha uongozi wa kweli. Hali ilipopoa kidogo, Juma alichukua pumzi ndefu, akitazama Bwana mchunga akisogea polepole pole kuelekea mlango. Mzozo wa kibinafsi wa raha na kiburi ulikuwa dhahiri, lakini Juma alijua kuwa hakuna woga wala kejeli inaweza kuharibu thamani ya mtu anayefanya kilicho sahihi. Alijitambua kuwa safari yake si tu ya usaili, bali pia safari ya utu na maadili. Kwa kila hatua aliyopiga kusaidia mzee barabarani, alijenga heshima isiyoonekana ya ndani yake, heshima ambayo haingeweza kupimwa na maneno au cheti. Raha na Kiburi walitoka kwenye ukumbi, uso wao ukiwa na aibu, kila mmoja akijua kuwa dhihaka zao za awali hazina nguvu tena. Juma alibaki akitazamana na bosi, macho yao yakijisalimisha kwa heshima. Bwana Mchunga alinyoosha mkono, akimwonyesha Juma ishara ya kuthibitisha kuamini kwake. Kila mtu hapa alijifunza somo kubwa: tabia, heshima na unyenyekevu ndizo nguzo za mafanikio. Ujuzi pekee hauwezi kufanikisha bila utu. Juma alikubali ishara hiyo kwa kimya, moyo wake ukiwa na amani na furaha. Hadithi ilimalizika kwa kila mshiriki akitambua nguvu ya hatua ndogo lakini yenye maana, na jinsi uongozi wa kweli unavyotokana na tabia thabiti, heshima na unyenyekevu.